Matari Rashid ni mmoja miongoni mwa wale ambao wametuachia ujumbe katika video ambayo tumehoji Irani kujichimbia kaburi kwa kushambulia hospitali Israel. Ametuachia ujumbe akifahamisha ya kwamba Irani ilifahamisha Israel itapiga pale ambapo Israel itakapopiga, yaani kwa ufupi Irani pia italipiza kisasi baada ya kushambuliwa na Israel, basi vivyo hivyo jeshi la Irani pia litashambulia shule. Ujumbe wake huu ni kufuatia kile ambacho waziri mkuu wa Israel alikemea vikali mashambulizi dhidi ya hospitali ya Israel ambayo inapatikana katika eneo la kusini, ambapo waziri mkuu huyu alifahamisha kwamba kitendo hicho na ni uhalifu wa kivita, Irani inatakiwa kuwajibishwa kutokana na kitendo hicho. Ila jambo ambalo limeshuhudiwa kufuatia kauli hii ambayo iliyotolewa na Irani kufahamisha kwamba itapiga pale ambapo Israel itakapopiga, ujumbe huu haukuchukuliwa kabisa kama mzaha na uongozi wa Israel ulichukua jukumu la kuweza kuwaondoa wagonjwa ambao waliokuwa wakipatikana katika hospitali hospitali hii ambayo inapatikana katika eneo la kusini mwa Israel, kunatibiwa wanajeshi wa Israel ambao huwa wakijeruhiwa katika mapigano ukanda wa Gaza. Hivyo basi Israel iliona ni bora kuweza kuondoa wagonjwa edha majeruhi ambao walikuwepo katika hospitali hiyo, na kuwahamishia katika eneo lingine. Na hapa vyombo vya habari vinafahamisha kwamba majeruhi katika hospitali hiyo na wagonjwa wengine walihamishiwa katika maandaki ili kuweza kunusurika, iwapo jeshi la Irani litaweka katika vitendo kile ambacho ilitoa kama tahadhari: iwapo Irani itashambuliwa katika hospitali, basi vivyo hivyo jeshi la Irani pia litashambulia hospitali ya Israel. Unaweza kujiuliza maswali, vipi hospitali imeweza kushambuliwa na hakuna mgonjwa hata mmoja ambaye ameweza kujeruhiwa katika hospitali hiyo? Inafahamishwa kwamba uongozi huo baada ya shambulizi hilo uliweza kuzungumza na waandishi wa habari na kuwafahamisha kwamba kitendo ambacho kimepele kuwa na hasara ndogo katika mashambulizi hayo. Hakuna mtu yoyote edha mgonjwa yoyote ambaye aliyejeruhiwa katika shambulizi hilo ni kitendo cha miujiza. Inatajwa kuwa hakuna muujiza wa aina yoyote, bali tayari kulikuwa na taarifa kwa kuwa Irani ilifahamisha kwamba pindi takaposhambuliwa katika hospitali basi nayo pia itafanya kila iliwezekanalo ili uweze kushambulia hospitali. Hivyo basi Israeli iliona ni bora kuondoa wagonjwa wote ambao waliokuwa wakipatikana katika hospitali hiyo na kuwaweka katika eneo ambalo lilitajwa kuwa ni salama. Ni taarifa ambayo haikugonga vichwa vya habari kutokana na malengo tofauti, ikiwa pamoja na malengo ya Irani kuto kuweka wazi ni kitu gani ambacho kilikuwa kikiendelea katika ardhi yake na vivyo hivyo katika vyombo vya kimataifa ambavyo vinazoeleka kwa kiasi kubwa havikuweza kuzungumzia ni kitu gani ambacho kilitokea Irani. Na mtakumbuka kuwa kwa sasa Israel na Irani vipo katika vita vya media ambapo kila mmoja anaficha kile ambacho kimetokea katika ardhi yake ili kuweza kumwadaa adui yake asiweze kujua ni kitu gani ambacho kiliendelea, na marufuku imeweza kutolewa ya kuweza kutoa taarifa ambazo zimetajwa kuwa ni taarifa nyeti za kuweza kumpa nguvu adui na kuendelea na mashambulizi yake. Irani kupitia waziri wake wa mambo ya nje ambaye anajulikana kwa jina la Esmaili Baghai amekemea vikali mashambulizi ya jeshi la Israel, mashambulizi ambayo yalilenga hospitali. Hospitali ambayo inajulikana kwa jina la Farabi inayopatikana katika mji wa Kermanshah. Taarifa hii haikuzungumzwa kwa kiasi kikubwa, na inaonekana ya kwamba tukio hili limetumiwa na Irani kama turufu ili kuweza kuitoa kama ushahidi pale ambapo jeshi la Irani litatuhumiwa uhalifu wa kivita. Wakati ambapo litakuwa limelipiza kisasi kwa kuwa hospitali yake hii ya Farabi ambayo imeshambuliwa na jeshi la Israel, kuna wagonjwa ambao walikuwa katika hospitali hiyo waliweza kujeruhiwa, na vilevile inafahamishwa kwamba shambulizi hilo lilisababisha uharibifu mkubwa katika jengo hilo la hospitali hiyo ya Farabi nchini Iran. Tukio hili limeanza kuonekana katika mitandao ya kijamii baada ya Irani kuweza kutuhumiwa ya kwamba imekwenda kinyume na makubaliano ya kimataifa kwa kutekeleza shambulizi hili dhidi ya hospitali Imetajwa kwamba ni uhalifu wa kivita waziri huyu wa mambo ya nje wa Irani amefahamisha kwamba shambulizi hili ambalo limetekelezwa dhidi ya hospitali yake limetekelezwa mnamo Juni 15 mwaka huu 2025, wakati ambapo makabiliano yakiendelea kati ya jeshi la Irani na jeshi la Israel. Kwa mujibu wa waziri huyu wa mambo ya nje wa Irani, anatajwa kwamba shambulizi hili dhidi ya hospitali mnamo Juni 15 ni ushahidi tosha Israeli inakwenda kinyume na makubaliano ya kimataifa, na inaonekana ya kwamba taarifa ambayo iliyotolewa na Irani kufahamisha kwamba shambulizi ambalo lililenga hospitali ya Beersheba kusini mwa Israel ni kauli tu ya kijeshi, na kile ambacho kinashuhudiwa kwa sasa inaonekana ya kwamba shambulizi hilo, malengo yake ilikuwa ni kulipiza kisasi na kushambulia hospitali hiyo, baada ya hospitali ya Farabi ya Irani kuweza kushambuliwa, na kile ambacho kilitajwa kwamba jeshi la Irani halikulenga idha, halikukusudia kushambulia hospitali. Na katika mitandao ya kijamii, kitendo hichi cha jeshi la Irani kuweza kushambulia hospitali hii ya Beersheba kusini mwa Israel inatajwa kwamba ni kulipiza kisasi, kile ambacho kinaendelea katika eneo la ukanda wa Gaza ambapo jeshi la Israel mara kwa mara lilituhumiwa kuweza kushambulia hospitali tofauti na kupelekea wagonjwa kuweza kuathirika kwa, kwa kiasi kikubwa, na wagonjwa wengine kuweza kuhamishwa kupelekwa nchini Qatar, wengine walipelekwa nchini Ufaransa kwa ajili ya kuendelea na matibabu, huku jeshi la Israel likiweza kukalia eneo hilo kwa nguvu na hospitali nyingine kabla ya kukaliwa kwa nguvu. Hospitali hizo ziliweza kushambuliwa. Hivyo basi, katika mitandao ya kijamii inatajwa kwamba Iran imekuja kama vile mkombozi, aidha kulipiza kisasi kwa kile ambacho kilitokea katika ukanda wa Gaza kwa kushambulia hospitali za ukanda wa Gaza. Hivyo basi, Iran nayo pia kwa sasa kuweza kushambulia hospitali ya Israel, inaonekana kwamba ni kama vile kulipiza kisasi kwa kile ambacho jeshi la Israel iliweza kutekeleza katika eneo la ukanda wa Gaza kuamini ya kwamba mashambulizi ya jeshi la Irani dhidi ya hospitali hii ni kulipiza kile ambacho kinaendelea katika ukanda wa Gaza, ni kuonyesha msimamo wa kuunga mkono mashambulizi ya jeshi la Irani dhidi ya Israel. Na jambo la kufahamu ya kwamba waziri huyu wa mambo ya nje wa Irani alifahamisha ya kwamba ni kulipiza kisasi kushambuliwa kwa hospitali ya Irani ya Farabi. Hivyo basi ndio maana jeshi la Irani kwa sasa nalo pia limeweza kushambulia hospitali hii inayopatikana katika eneo la kusini mwa Israel. Iran imekataa mazungumzo ya aina yeyote na Marekani wakati mashambulizi ya Israel yakiendelea dhidi ya ya maeneo tofauti nchini Iran. Wakati huo huo, inatajwa kwamba msaada wa vifaa vya kijeshi kutoka nchini Marekani tayari vimeanza kuwasili nchini Israel, na papo hapo rais wa Marekani ametoa muda wa takriban wiki moja edha siku kumi na nne ya kwamba atatoa kauli ya mwisho kuhusu jeshi la Marekani kuweza kuingilia moja kwa moja vita hivi ambavyo vinaendelea kati ya mataifa haya mawili.